Kristo alikuja hapa duniani kwa moyo wa upendo wa kina sana. Alichagua kuja duniani ili kutupa uzima, kwa sababu kama angetuacha peke yetu sisi sote tungeangamia. Hivyo, kwa kuja katika dunia hii, alituamsha kwa njia ya uzima na akatupa ukweli wa uzima. Nendeni kwa wale ambao bado hawajui hili, ili mpate kuwaokoa. Hii ndiyo misheni ya msingi tuliopewa Wakristo leo, misheni ya uinjilisti. Tuendelee na kitabu cha Mathayo sura ya 28. Na alikuja si tu kwa kusudi hilo. Kabla tu hajapaa mbinguni, aliwakabidhi wanafunzi wake na sisi leo amri: tusiwapite tu wale wanaokaribia mauti na kuwatelekeza, bali kuonyesha upendo, kujali na upendo kwa nafsi zao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 Alisema wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi. Aliwaagiza wanafunzi wake wawafundishe wengine uwepo wa njia ya uzima wa milele na ufalme wa uzima. Hili linawezekana kwa njia gani? Hili laweza kutimizwa tu kwa njia ya kuhubiri. Njia pekee ya kufanikisha hili ni kupitia uinjilisti. Kwa hiyo mtume Paulo alimwambia Timotheo kwa dhati katika barua yake, fanya kazi ya mhubiri wa injili kwa hiyo ninaamini kwamba lazima tutangaze njia ya uzima iko hapa, hivyo njoni kwenye njia ya uzima. Je, hii si misheni yenyewe ambayo Kristo ametukabidhi sisi sote? Nikitumaini kwamba ninyi na mimi tunaweza kuhitimiza kikamilifu huduma ambayo Kristo ametoa kwa wote, ningependa kuhitimisha mahubiri haya. Asanteni sana.